Yaani unapigia dem mwingine ai. <laughs> <Halo, babe. laughs> nisaidie na dhao mbili my love. Unajua huwezi kosa mynaj, hey, wezikosa hey, niletee Niko ile base. eh, hey, hey, nilete hapo <laughs> Yaani mas unapigia msichana mwingine simu akuletee pesa upatie msichana mwingine, inaitwa ah, point A point B. Mbozi. Katuonde Eh. unafanya nini hapa? <laughs>